Huyu ndiye mnyama mwenye gamba gumu zaidi duniani. Pangolin au kwa jina la Kiswahili Kakakuona ni mnyama nadra sana na asiyekuwa wa kawaida kabisa. Kakakuona ana mwili uliopambwa kwa magamba magumu ajabu, yaliyotengenezwa na kitu kinachoitwa keratin, kitu hicho hicho kinachopatikana kwenye kucha na nywele za binadamu. Lakini licha ya gamba lake imara kaka kuona ni mnyenyekevu. Anaishi peke yake, hupendelea kutembea usiku, na chakula chake kikuu ni mchwa na sisimizi, ambacho hukitafuta kwa ulimi wake mrefu unaweza kufika hadi sentimita 40. kaka kuona hana meno, bali hutumia mawe madogo tumboni kusaidia kumengenya chakula yani digestion. Na anapohisi kuna hatari, badala ya kukimbia au kupigana Kakakuona hujikunja kama mpira akijifunika kwa gamba lake gumu lisilopenyeka. Kinachosikitisha ni kwamba pangolin yuko hatarini, ndiye mnyama anayesakwa zaidi duniani. Anawindwa si kwa nyama yake, bali kwa magamba yake ambayo baadhi ya tamaduni huamini yana nguvu za tiba, imani ambayo si ya kisayansi. Baadhi ya jamii zinaamini kwamba akionekana mnyama huyu nadra, basi tukio kubwa linatarajiwa kutokea. Huyu ndiye kakakuona. Mimi ni Alan Utungu, sina cha ziada. Kwa heri.